fi fiqh tahawulat. Hakika fiqh tahawulat ni somo refu sana pana, lakini hii tumekusudia tu wanafunzi kuelewa, lilmubtadiin, kuelewa mambo ambayo ni ya misingi katika fiqh tahawulat. Leo tutasoma sunna, mafhumu sunna katika fiqh tahawulat. Mafhum sunna katika fiqhu tahawulat kuna kitu yaitwa sunnatul mawaqif. Sunnatul mawaqif maalum kuwa sunna ni vile vile, wala hakujazidishwa kitu, lakini mawaqif ni aina ya mwendo uh, wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika misimamo. Amesimama vipi? Tutaelewa kila tukiingia ndani katika, uh, muhadhara huu insha Allah.

au fi'lu nabi au iqraru nabi na mitazamo ya sunna kuna tofauti kulingana na wa nyanja yaliyobobea wa nyanja fulani. Mfano fuqaha mtizamo wake wa sunna ni tofauti, ambao kimsingi ni ule ule, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam au kitendo cha mtume au mtume kukubali kitu ima kilifanywa akiwa mbele yake au kilifanywa akahadithiwa akakikubalia.

khulafa rashidin ambao alosema na itakuja hadithi mbele. Kwa nini twasema khulafa rashidin? Alafu pia mbele tutaeleza mafhumu khulafa ar-rashidin, tufahamu nini katika fikra tahawulat. Khulafa ar-rashidin ni kina nani? Dalil al-ittiba bi sunnat khulafa rashidin, kuna dalili gani kuwa tuwafaa kufuata hao khulafa rashidin? Qala sallallahu alayhi wasallam wa sallallahu alayhi wa alihi alaikum bisunati wasunati alkhulafai arrashidin min badi, jilazimisheni na mwendo wangu. Sunna manake mwendo eh? na mwendo wa makhalifa waongofu, wawenyewe wameongoka na wanaongoza wengine, watakaokuja baada yangu, sikei neno watakaokuja baada yangu. Kwa hivyo hapa Amaanisha khulafa rashidin kuna maana zaidi ya ile maana ambao watu wameizoea, tukifungua zaidi ambao tutaona mbele. Kwa hivyo sunna hapa ni mwendo. Sa ingine mtume sallallahu alaihi wasallam na tutaona mifano ameamiliana vipi muamala na uh, kwa lugha ya kizungu situation tofauti, wakati gani mtume sallallahu alaihi wasallam

wa husn mudaratihim wa ziyaratihim Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewajua hawa ni wanafiki. Ameamiliana nao vipi muamala istimraria, hatusemi mara moja tu amefanya vipi, ameishi nao vipi? Hii ndo mawaqif, na hapa ndo fiqhu tahawulati. Na tizama zaidi, sio tu mtume asema nini au akafanya nini, ameamiliana nao vipi wanafiki wanafiki Ushajua huyu mtu ni mnafiki, utaamiliana na vipi? Utafuata sunnatul mawaqif. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokomboa fathi Maka, amul fath, aliamiliana nao vipi? na wale maadui zake waliompiga vita miaka yote, wakamtoa wa Maka, idhabu fa antum tulaqa, hadi mawaqif. Na sisi wakati tuna sasa, yani tuna uwezo wa kufanya jambo fulani

Maka. Huyu Hatib alishuhudia Badr. Aliposikia Mtume sallallahu alayhi wasallam amepanga kuwa uh, atakwenda kufutahi upande wa Makka na yeye alikuwa na jamaa zake Makka walimfadhili, akaandika barua akampa mwanamke ili aipeleke kwa siri Makka ili jamaa zake waokoke iwapo kutakuwa na vita. Jibril saidina Jibril akaja kwa mtume akamwambia, Rasulullah, kuna mwanamke amebeba barua ya Hatib. Akamtuma almama Ali alayhi salam kwenda kumdiriki huyu mwanamke, akashindana naye kidogo, akamwambia akamwambia, haiwezekani ila mtume amesema, una barua una saidina Ali. Akazunguka huyo mwanamke, akafungua nywele zake, akatoa ile barua. Masahaba wakasema, tumchinje huyu, maanake khiana, yani treason". Yani, ni... amefanya khiana kubwa katika upande wa kivita na kijeshi, makosa yanajulikana kama treason. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, da'u innahu qad shahida badran mauqif, huyu ameshuhudia vita vya Badr, walaala llaha qad ittala ala ahli badrin faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Mwenyezi Mungu henda amewakundulia rahma yake watu waliohudhuria Badr na akawaambia afanye ni mtakalo, mimi nimewasamehe. Unaona mauqif hapa, sheria yasema kosa lenye ni khiyanatul udhma yafaa atinde sheria, lakini mauqif ya mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwateni kwa sababu ameshuhudia Badr. Hii ni mauqif

aseasakuna nas, nasun wadhih kuhusu hii khilafa inavoisha khilafati min baadi thalathuna sana, na ukifuata hii utakuta uh, mwaka wa thalathini ile miezi sita ya mwisho ilioshika saidna Alhasan ndio ilimalizika mwaka wa thalathini. Ilipomalizikia mwaka wa thalathini, saidna Alhasan akawata uh, khul, uh, khilafa hii na tutaeleza mbele, kwa nini alijiuzulu. Watu wengi wanafikiria kujiuzulu ni kama kurudi nyuma, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kuna nasi yasema uh, hasan huyu eh, ni sayid, na atasuluhisha baina mapote mawili ya Waislamu, atasuluhisha baina mapote mawili ya Waislamu. Na mtume hakuwatoa Waislamu, hakuwatoa kwenye Uislamu hata walopigia vita katika khilafu zilizotokea wakati wa Sayyidna Ali na Sayyidna Hasan. Kwa hivyo Sayidna Abubakar, katika alofanya mawaqif, sunnatul mawaqif, wapiga vita ahluridda maarufu, kinayojulikana katika tarikh, kujumuisha Qurani. Ina lqatla fi lyamama qad istahara, walipokuwa Yamama mahfadhu lquran, vita va Yamama mahfadh, wengi wameuliwa, wakajumuisha Qurani. Hii ni sunnatul mawaqif na mengi kama Saidna Umar, iqamatu salati tarawih 20 raka, kujumuisha watu kwenye sala tarawih 20, kama inavyokuwa maalum. Akasema hapana, akawajumuisha kwa imamu mmoja raka 20 kwa namna hii ambao <coughs> watu wengi mpaka sasa ndio kauli ambao wanafuata kuswali raka 20. Uh, takriban hata haramain wa swali ishirini. Saidna Ali na Saidna uh, Uthman uh, yiku, kila mtu uh, yuko nazo nyingi. Saidna Uthman alipoona watu wasoma Qurani sampuli sampuli, akawajumuisha uh, Qurani ala ahrafi sab'a. Yani, uh, kaja Qurani ikahifadhiwa kwa namna ambayo isipotoke katika usomaji na mengi aliyofanya Saidna Uthman na Saidna Ali alipoona hawa ni khawarij Aliwapiga vita khawarij. Hii ni sunnatul mawaqif. Saidna Alhasan alipoona kuwa nafsi ya mtume ukhalifa, uh, khulafa ar-rashidun, uh, al-mahdiyun adhu alaiha bin nawajid unamalizikia leo tarehe, leo akajiuzulu, na tutajua sababu gani kwa nini amejiuzulu, na je umeondoka ukhalifa wake ama uliendelea ukhalifa wake baada ya kujiuzulu?

namna gani wachukua misimamo na ni mengi sana, na bado sunnatul mawqif iko wazi mpaka sasa. Namna namnagani saa ingine, uh, utakwenda mahali vile mazingira yalivyo, itakubidi uchukue mawqifa min al mawaqif, kwa sababu pengine kusimwagike damu au watu wasitukanane wasifarikiane, au mahali kuna joto la la vita baina ya Uislamu na Ukristo, wewe ukachukua mawqif, ukajaribu kuweka pamoja uwiano na uhusiano baina ya dini hizi mbili, au asabiya fi lmadhahib, bila ya kutoka kwenye mipaka ya sheria, bila ya kutoka kwenye mipaka ya sheria. Yatanawal fi kutahawulat hadhi al mawaqif wa mawaqif khulafa al rashidin min hayth al akhlaq wal qiyam la min hayth maddat al nas wal hadith. Hizi ni baadhi ya mawazin ambao

Sasa tufanyeje? Fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni na sunna yangu. Wa sunnatul khulafa, sunnatul khulafa ar rashidun ar rashidin, na sunna ya makhalifa waongofu al mahdiyin, yani wao wameongoka na wao wenye kuongoza. Adhu alaiha bin nawajid, shikeni kwa magego meno ya mwisho. Wa yakum muhdathat al umur, jiepusheni na mambo yenye kuzuka yasiyo na asili kwenye dini. Fa inna kulla bid'atin dalala, kila uzushi ni upotevu.

lahu ajruha ha, ana ujira wake, wajru man amila biha, na ujira ya mwenye kuifanya ule mwendo. Hii aitwa sunnatu dilala, na hapa ndo kumetoka mambo yote, na mtu mwenye kukataa mafhumu sunnatu dilala yuko na shida. Maana yake almadhahibi alarba kullaha sunnatu al dilala, wametoa mustambatu mustanbatun minas sunan min anusus fihi, yote hii ni mustambatu min alkitabi waassunna. Na mambo yote yalowaliwaona ma wa waislamu ko ni hasana fahuwa inda Allahi hasana. Na hadithi yaendelea mbele pia, mwenye kuweka sunna mwendo muovu, sio mwenye kuhuisha. Mwenye kuhuisha hadithi yake ni kando, amma mwenye kuhuisha min ahya sunnati inda uh, fasadi ummati hiyo ni kando. Hii ni mansanna Mwenye kuweka mwendo na wengi wameweka mwendo sana. Othman ameweka mwendo mpya, adhani ya kwanza ya Juma, sanna fil islami sunnah na wengi na wengi ala madad tarikh. Na huna namna ya kukimbia sunnat dilala, kwa sababu funun tunazozisoma katika dini ya kiislamu hizi zote

na sunnatul mawaqif umefanya mawqif fulani, msimamo fulani ambao warudi, mfano ule una mfano katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba, na tupata istifada katika manhaj ad-da'wa. ala thalathati aqsam, kwanza alistidlal biha yadkhul tahta qaidat as-sunnah al-hasana mimma lam yakun lahu sabiq mithal, ukazua mwendo mzuri ambao kabla yake ilikuwa hakuna, ndio hapa Tukifahamu hili hatutobishana kwenye maulid wala kitu kingine chochote, kwa sababu hili jambo linao marjaia katika nusus, na wameandika wanazoni adila nyingi kuhusu maulid na mfano wake. Adalala ala inhiraf wal fitan wa mudhilatia, kila ni dalili kuwa kutakuja time uh, zama zitakuwa ngumu, itatubidi sisi tuende namna, tuzue mambo mazuri katika dini. Na tukisema hivi tukiacha maulid, tuzungumze pia madrasa. Alikuwa hakuna namna, watu wasoma misikitini halakatu wasalam, lakini huwezi kusema madrasa haifai, kwa sababu mtumia akusomesha faslu awal na faslu thani takuwa ni matatizo. Na sasa hivi kulingana na mambo yalivyo, tuko na madaris online, tusoma online, haikuwekwa kat sana. e yote hii ni sunnatud dilala Alistidlal biha ala mustajidat alulum wamhtaraat waiktishafat, hiyo yamaanisha kila kitokea teknoloji na lazima sisi tuingie tuingize dawa katika teknoloji, ili tufit kwenye ile generation ambao iko wakati ule. Wayadkhulu fi maanahu aruya saliha, pia inaingia katika mafhumu sunnat dilala. Ndoto ndoto inaweza kushiria. Ndoto aruyatu saliha, ndoto nzuri yenye kusilihi watu wanafikiria wana ndoto haitengenezi sheria. Tufahamikie vizuri, ndoto haitengenezi sheria, lakini ndoto ina ashiria jambo. kwa nini tumis, zamanu, yaswa, muslim, ambiyo, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha iqtaraba zamanu lam takad ar-ru'ya al-muslim takdhib, akatizama zimekurubia ima time enda mbio au zimekurubia kufika Kiama asdakukum hadithan na yule mwenye ndoto ya kweli zaidi ni yule ambaye mkweli zaidi wa ru'ya lmuslim, juzu min 45 juzan min annubuwa, na ndoto ya muislamu ni moja katika kifungu ya vifungu 45 vya utume. Yani Mwenyezi Mungu akawashiria waja wake wema kwenye ndoto swaliha, lakini haibuni ndoto mzuri, haitengenezi sheria la, lakini inatoa inaashiria ishara mzuri au bishara mzuri au kukuhadharisha na kitu waru'ya thalatha faru'ya salihah bushra min Allah, uh, ndoto ziko aina tatu, ndoto nzuri bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Waru'ya min ashaitani wa ru'ya mima yuhadithu uh, mar'u nafsa, kuna ndoto nzuri ambayo ina bishara za watu wema, kuna ndoto mbaya kutoka kwa sheitani. Kuna ndoto mtu anaota kitu kwa sababu ya mazoea ama kukitaja kile kitu sana ama kukiangalia sana. Lakini maksud ya fiqh tahawulat wao katika fiqh tahawulat Habibana Abubakar na al-Mashhur ameweka kuwa ndoto njema ndio inakusudiwa. Ru'yal manamiya allati yaraha fi nawmihi almurad biha ar-ru'ya al sara allati yafrahu bil insan. Wa hadha qayyaduhu sallallahu alaihi wasallam bis aina nyingine ya ndoto ni ambayo inakuja kama hulm. Uh, hulm ni aina ya ndoto ambayo masdaruha alkadhiba wahiya adghafu ahlam. Hata kwenye Qur'an ansema, uh, hizo ni adghafu ahlam. Adghafu ahlam maanake ni ndoto kutoka kwa shaitani shetani, am, am, amfanye mtu jambo wote kama ambao ameona jambo kadhaa au jambo kadhaa ambao halina msingi katika katika dini wala halina bishara yoyote. Ndoto anaokusudiwa hapa kuwa ni juzu min 54 juzan min al nubuwa, ni roya saliha min rajuli saleh, ruya -ru -ru mimma hadithul mar'u. Hii ni mtu akiangalia kitu sana aweza ukaangalia kitu sana au katamani kitu sana ukaota. Okay, ota pengine umeenda nchi fulani kwa sababu umeitamani

wa baadhi ya mahakimu wakawa ni watu wema, wakajumuika ikajumuika kwa wao alilmu walhukm, na hii ni nadir bisharti lhasana waladala. Sharti lhasana hasana iwe kuna nasi ya kuwahifadhi hawa watu, wamesifiwa na bishara fulani kwa mtumz. Waladala aladala almaksud iwe wana alama mbili, wanazuia ndimi zao

paka siku ya qiama wako khulafau rashidun bado. Na kuna nusus nyingi za sheria kuwa kila ala rasi kuli qarnen man yujadidu amra dini. Kila miaka mia mwenyezungu humtokeza mtu mmoja akawa ni mwanachuoni mkubwa akahifadhi hii ni dini wnasimtafsirhulafa rashida fi fikr tawlat ila qismayn ismaini fitaawla